Karibu Dr. Mwinyi katika jimbo la Malindi, tunakukaribisha sana wananchi wako wa jimbo la Malindi na tuko pamoja katika kutekeleza agenda zako, sera zako za chama na serikali katika miaka mitano ijayo. Mungu akikujalia inshaallah, tuko pamoja nawe na hivyo hivyo matarajio yako Rais Mwinyi kutufanyia mazuri zaidi ambayo uliyafanya miaka mitano iliyopita. Tunakutarajia Rais Mwinyi uwaone tena vijana, wazee, watoto na kinamama wote wajasiriamali. Natamani kukusikia Rais Mwinyi katika mazungumzo yako ambayo utozungumza na wananchi wa Jimbo la Malindi, kutusaidia kinamama katika mikopo ambayo haina riba, mikopo ambayo uliitangaza tupate kinamama na wajasiriamali. Kwa hiyo kwa kesho tunakuomba ujio wako utupe maneno ambayo wananchi wa Jimbo la Malindi ambayo tutafurahika nayo nahusu kina mama na, na wajasiriamali katika mikopo ya kuendelea. Tuko tayari kukusikiliza sera zako au maneno yako ambayo utatuambia wananchi wa Jimbo la Malindi. Tunakukaribisha sana, asante sana. Oktoba